Ni mkaribishe uh, professor uh, Dr. Christer na Dr. Elsa ili waweze kusema neno.

Leo hii tumejumuika pamoja kwa ajili ya kusherehekea ama kuadhimisha siku muhimu ya elimu jumuishi. No matter the abilities or challenges. Bila ya kujali ulemavu ama changamoto mbalimbali. Special education for future success. Elimu jumuishi kwa maendeleo ya baadaye. That's the name of this workshop. Hili ndilo jina letu katika workshop ya leo. And special education for future success is about more than learning or teaching. Elimu jumuishi tunayoizungumzia ni zaidi ya ufundishaji ama ujifunzaji. It's about helping each student reach their full potential. Ni katika kumsaidia kila mwanafunzi kuhakikisha kwamba anafikia ndoto zake. Uh, waalimu na wataalamu mbalimbali katika elimu maalum. Build confidence. Kujenga ujasiri. Support inclusion, kusuhu, uh, kusaidia elimu jumuishi. And create possibilities. Na kujenga uwezekano wa mafanikio yo. And you should remember that dedication. Mnapaswa kutambua kwamba, uh, malengo yao turns barriers into successes and uncertainty into confidence. Na katika hili ni kutanzua vikwazo ama changamoto ili wao kuweza kufanikiwa. As we start this workshop, tunapoanza uh, warsha yetu hii ya leo, let's reaffirm our commitment to, tutambue jitihada zetu katika kufanikisha hili Creating an inclusive environment kujenga mazingira jumuishi where every student ambapo kila mwanafunzi feels valued anahisi kuthaminiwa and respected na kutambulika. Giving educators the best tools kuwapa wakufunzi elimu nzuri and training na mafunzo mazuri to help students succeed ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kufanikiwa partnering partnering with with schools. Pardon? be a part of schools schools, okay okay, you work together with schools. Uh, kwa pamoja kuwasaidia communities jamii okay, and families familia, to support every learner's journey kusaidia kila mwanafunzi katika hatua hii. education is the right, elimu ni haki not a privilege, sio hisani. today leo, we celebrate a milestone, leo tunasherehekea, and affirm that every student, na kutambua kwamba kila mwanafunzi deserves a future filled with hope and opportunity ana haki ama ana haki ama uh, thamani ya kupata elimu iliyo bora kama wengine. So dear participants and dear friends, hivyo ndugu washiriki na marafiki, let's work together tufanye kazi kwa pamoja, not only today siyo tu leo hii but every day lakini kila siku kuhakikisha kwamba elimu jumuishi inaleta mafanikio ya baadaye. Huduma salamu maalum ama shukurani maalum kwa bendi ya mziki.

Mish, mish, ni, hmm, mish, uh, ni misheni ya Lund ya kule ya Sweden wako ah, well, you know. Okay, okay. Pamoja na sisi na wanatusaidia katika hatua hizi hizi. Wametusaidia sana katika kuandaa uh, kuandaa warsha hii. Okay. Now, who, who, who am I? Nao mimi ni nani? Nimefanya kazi katika elimu jumuishi kwa miaka hamsini. I'm a senior lecturer, mimi ni mkufunzi mwandamizi. Ninayo PhD katika elimu maalum. Nimekuwa nikija Tanzania hapa kuanzia mwaka 2005. I love, I love, love. Naipenda sana Tanzania. My colleague, Dr. Elsa. Kwa hiyo nimekuwa nikiwasiliana na rafiki yangu Dr. Elsa Foysak no, miwili to na tukapata uwezekano uh, wa kufanya kazi pamoja so, pamoja, asanteni sana, na sasa naikabidhi microphone. Thank you, Christer. Asante, Christer. Um, and uh, greetings to all of you in this hall. Nawasalimia nyinyi wote ambao mpo hapa kwenye warsha hii. It's a great honor for me to be back here again. Nina furaha kubwa kuwa kujumuika hapa leo kwenye warsha hii. I have spent many hours in this house teaching master students eager to learn about how to teach persons with hearing impairment. Nimetumia muda wangu mwingi kufundisha wanafunzi ambao wanakuwa na changamoto ya kusikiliza. I have been able to come back on and on several times Because of the partnership agreement between Lund Diocese in Sweden and ELCT Net. Nimekuwa nikija mara kwa mara kwa ajili kwa kutokana na ushirikiano uliopo kati wa diocese hii na diocese ya Lund iliyopo kule Sweden. So as you heard, this workshop is also an outcome of that agreement. Hata hii warsha leo inatokana na makubaliano yaliyopo ambayo tumeyafanya kwa wakati huo ambao nimeuzungumzia. In the agreement, education is emphasized. Kwenye makubaliano hayo, elimu imepewa kipaumbele. And caring for the most vulnerable is crucial for education and in building a society. Kipaumbele kimepewa kwenye wanafunzi ambao wana changamoto tofauti, na ndo malengo ya makubaliano ambayo tumeyafanya. The gospel in the name of Jesus Christ is our base. Neno la Mungu ndo kipaumbele katika kufanikisha hili jambo ambalo tulikubaliana na ndo tunalifanya leo. And that is special education. A uh, na ndo lengo lenyewe ni elimu maalum. And this today and the coming days, this is the first step in reviving special education on a professional level in this area. Uh, leo na siku zijazo uh, malengo makubwa ni katika kufanikisha lengo ambalo la kuendeleza au, au kufanikisha mambo ambayo yalikuwepo na ambayo tutakubaliana wakati ujao. And I'm proud of being part of that. Na, Thank you. Na furahi kuwa mojawapo wa hii shughuli ambayo tunaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa salamu hizi nzuri kutoka kwa rafiki zetu Dr. Christer na Dr. Elsa. Basi naomba vijana wetu watarumbeta watupe wimbo ili ujumbe huu uweze kunywea vizuri kwenye mili yetu.